Uh, tupo leo hapa katika ukumbi wa, wa Umi Mwalimu Conference Hall Muhimbili. Umuhimu uh, wa kuja ku, kufanya uelewa huu ni kutokana na changamoto mbalimbali zinazojitokeza wakati wa, zinazo wa kuwapatia huduma wanachama wa ZHSF Tanzania Bara. Unajua wanachama wa ZHSF Tanzania Bara wanapata huduma kupitia NHIF. Kwa fupi NHIF ni kama wakala wa ZHSF kwa upande wa Tanzania Bara lakini kunakuwa kuko kuna mgongano kidogo, kwa sababu wanachama wa ZHSF wana utaratibu tofauti katika upataji wa huduma. Sisi tunatoa huduma kwa kutumia ule mfumo, wanasema huduma za afya kwa usawa, UHI. Kwa hiyo utaratibu wa rufa, rufaa, rufa ndo unaofuatwa ni tofauti na wanachama wa NHIF. Mwanachama wa NHIF leo anaweza akaamka akenda kituo katika ngazi yoyote, aidha akaenda ngazi ya wilaya, taifa au mkoa, lakini kwa upande wa ZHSF, wanachama wanatakiwa wapate utaratibu wa referral system ambao ndio miongozo unawekwa na wizara ya afya, waanze katika levo za chini kupata huduma mpaka pale levo ya chini inapoona ipo haja ya huyu mwanachama, kutokana na changamoto yake, ende levo ya juu. Kwa hiyo kutokana na utaratibu huu kidogo, kumekuwa kuna kutokufahamu, mgongano kidogo wakati wanapokwenda kupata huduma. Kwa hiyo tukaona ipo haja sasa ya kuja na kuwaita watoa wa huduma na kuwaeleza utaratibu gani unaotumika katika kuwapatia huduma wanachama wa ZHSF Tanzania Bara ili waweze kupata huduma na wao kwa wakati na muda sahihi bila kupata usumbufu wowote. Taasisi hizi mbili ziliingia makubaliano ambayo yamewezesha eh, wanachama wa Mfuko wa Huduma za Afya Zanzibar kutibiwa katika vituo vilivyopo Tanzania Bara. Aa, taasisi hizi baada ya kuingia haya makubaliano ziliwezesha kwa kupitia mifumo ya tehama na kwa kuzingatia taratibu na miongozo ya taasisi hizi kuwawezesha wanachama hawa kutopata changamoto katika huduma. Na leo hii tumekaa na wadau wetu muhimu ambao ni watoa huduma ili kuwapa uelewa na ujuzi na kuwajengea uwezo zaidi, kwa maana ya ufahamu nini kinachotakiwa kufanyika katika kuwezesha wanachama hawa kupata huduma uh, za afya katika vituo hivi wanavyokuwepo Tanzania bara. Tangu tumeanza kuingia mikataba na NHIF tarehe moja Julai 2024 na katika mkataba um, huu umeweza kuweza kutekeleza uh, lengo la kuanzishwa kwa sheria namba moja. Kwanza kabisa niweze kupongeza wadau wetu watoa huduma kwa kuweza kuitikia wito wetu juu ya kuweza kuleta kujenga uelewa kwa upande wa mkataba ambao tuliingia na NHIF Tanzania Bara, na hii ni katika kukusudia kutekeleza uh, azma ya upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi wote wa Tanzania. Na hii nataraji uelewa uh, huu ambao wamejengewa utaweza kwenda kuendeleza uh, kuboresha na kuimarisha huduma za afya kwa wanachama wote wa Zanzibar kupitia Tanzania Bara katika vituo ambavyo vimesajiliwa na NHIF. FM.